Huku ni mututu kumututu, mpendwa wa msikilizaji na mtazamaji wetu popote uliko, tunakusalimu na tunakukaribisha na moyo mkunjufu kuweza kujiunga nasi katika habari zetu za mchana wa leo ikiwa ni tarehe 25 mwezi Novemba mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano ikiwa kuna salia siku tano pekee kuingia mwezi wa kumi na mbili mwezi Disemba, ambako hatujui itakuwa namna gani. Hivyo tunakaribisha mara tena kuweza kuzifuatilia habari zetu za mchana wa leo ambazo zinakuletea hali halisi ya kile ambacho endelea uko kwenye uwanja wa vita jimboni Kivu Kusini, lakini pia jimboni Kivu kaskazini. Kama kawaida, unajua, mashariki mwa DRC hali ya usalama inaendelea kuwa tete siku baada ya siku, na hiyo ni kufuatana na mapigano makali ambayo yanaendelea kati ya wahasi wa AFC M23 na vikosi vya Zalendo wakionga mkono jeshi la taifa FARDC. Na mchana wa leo, mpendwa msikilizaji, tutakujuza kuhusiana na kile ambacho endelea uko Kirungutwe, na pia tutakujuza uh, hali ambayo ipo kwa sasa maeneo ya Katana, na mwisho utarejea katika mji wa Uvira, tukwambie ni kipi ambacho kinaendelea kwa sasa ndani ya mji wa Uvira baada ya matukio uh, baada ya tukio lile la makabiliano kati ya baadhi ya wazalendo na vikosi vya taifa FARDC, uh, tukio ambalo lilisababisha watu wanne kufariki dunia na wengine kumi na nne kuweza kujeruhiwa vikali. Kwa hivyo ili iendelee kupata habari kutoka kwetu, habari kutoka mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Congo, na kusihi kuweza kusubscribe channel hii, kucomment na kuhakikisha kwamba unasambaza kwa walio wengi ili inaoendelea kuzipata kama kawaida. Kwa hivyo ambatana nami mwanzo mpaka tamati, nam kama nilivyokuarifu ya kwamba tunakuletea habari zinazoendelea huko kwenye uwanja wa vita mashariki mwa DRC. Na moja kwa moja tuanze na habari uh, kutoka huko Kirungutwe ni jimboni Kivu uh, ya kusini ambako wazalendo pamoja na jeshi la fardece wamefanikiwa kuzuia mashambulizi ya wahasi wa afc m 23 katika eneo la Kilungutwe wilayani Mwenga jimboni Kivu ya kusini. Kwa mujibu wa vyanzo kutoka eneo hilo vinasema kwamba mapigano hayo yamesababisha hasara kubwa upande wa wahasi wa rdfm 23 Vikosi vya wazalendo na FARDC viliripotiwa kuachia wahasi waingie ndani zaidi, kisha kuweka mtego na kimkakati kutoka sehemu moja hadi nyingine. Wahasi waliingia bila kutambua, na matokeo yake yakawa magumu upande wao. Jenerali Hondra Ruma ametangaza kuwa wahasi watakaolazimisha kuendelea kwenye mstari wa mwenga hawatarudi salama akisisitiza kuwa jeshi la wazalendo wako tayari kuzuia mashambulizi yoyote ambayo yanafanywa na wahasi wa RDFM 23. Katika ujumbe wake aliongeza kuwa vitendo vya umwagaji damu vinavyoendelea katika eneo hilo vinazidi kuleta msongo wa mateso kwa raia na kwamba vikosi vya ulinzi vitaendelea kulinda wananchi pamoja na mali zao. Hii ni hali ya Kilungutwe ambako wazalendo pamoja na jeshi la taifa FARDC wamefanikiwa kushinda mashambulizi ya waasi wa RDF ambao waliingia maeneo hayo bila kufahamu, bila kufahamu ya kwamba waliingia kwenye mtego wa vikosi vya wazalendo, kulingana na taarifa kutoka upande wa wazalendo. na tukitoka hapo Kirungutwe, moja kwa moja ujielekeze uko Katana ambako baada ya operesheni ya wazalendo ambayo imeripotiwa kusababishia waasi wa M23 hasara kubwa, kundi la M23 limeripotiwa kufanya mashambulizi ya, kulipi, uh, ya kupuliza risasi ikiolela uh, maeneo ambako raia wanapatikana ikiwemo kuvamia baadhi ya vituo vya afya ambapo wagonjwa na walinzi wameuawa. Kutokana na tukio hilo, hasira ya wananchi zimeongezeka na maandamano yakizuka katika maeneo kadhaa huko Katana. Katika mzozo huo zaidi ya wapiganaji wa sita wa M23 waliokuwa wakidaiwa kujificha katika sehemu ya burudani yani bar, walikamatwa na kundi la wananchi, na tukio la kuanza kuwapiga liliripotiwa kutokea maeneo hayo. Hali inaendelea kuwa tete na umati wa watu unaendelea kuongezeka na inakuwa vigumu kwa wao kuweza kuwadhibiti baadhi ya wapiganaji wa, wa MS na tatu wameripotiwa kukimbia upande wa Lwiro uh, wakitumia magari matatu ya kijeshi baada ya barabara ya kitaifa nambari mbili kuzuiwa kabisa na umati wa wakahaji wenye hasira kali. Vyanzo vya usalama vinahimiza utulivu na vinaendelea kufuatilia kwa karibu hali ilivyo katika eneo hilo. Na mpendo wa msikilizaji na mtazamaji wetu, sasa jelekeze ndani ya mji wa Uvira tupate kukujuza ni kipi ambacho kipo kwa sasa ndani ya mji huo. Ilikuwa ni Jumapili tarehe 23 Novemba mwaka wa 2025, katika majira ya mchana hivi ndipo kulianza kusikika milio ya risasi ndani ya mji huo, milio ya risasi ambayo ilisababisha watu kujawa na wasiwasi mkubwa. Ukiangalia Uvira ni moja kati ya sehemu ambako kunapatikana silaha nyingi sana unapatikana jeshi la taifa fact say kunapatikana makundi mengi ya wazalendo lakini pia kunapatikana baadhi ya majeshi kutoka Burundi. Sasa kipindi cha milio ya risasi ilipoanza kusikika, mji wa Uvira mzima, katika mitaa mbalimbali risasi zilianza kurindima na baada ya, ya tukio hilo asubuhi uh, na mapema uh, kumetokea taarifa rasmi. Takwimu zimeonyesha kwamba watu wanne ndio waliweza kufariki dunia wakiwemo wazalendo wawili, askari jeshi mmoja wa FARDC pamoja na raia mmoja mwingine. Na upande wa majeruhi, kumeripotiwa kwamba watu 14 ndio waliweza kujeruhiwa vikali. Sasa ni nani ambaye ameweza kusababisha vurugu hizi? Lakini baada tu ya tukio ile kuweza kuripotiwa, uh, wazalendo wameshotoa wame vidole kusema kwamba wao ndio wasababishaji wa vurugu hiyo, wao ndio walikuwa wa kwanza kufyatua risasi, kitu ambacho kilipelekea mbunge wa taifa mchaguliwa tarafani Uvira Justin Bitakwira kutoa kauli kavu kwa wazalendo huyo. Ametoa onyo kali kwa wazalendo na kuwaambia kwamba wakumbuke walipotoka, la sivyo, sehemu ambao wanaelekea kwa sasa takuwa ni mbaya mbaya zaidi. Takuwa ilitoa mjumbe mzito sana kwa wazalendo, kuambia kwa kwamba uh, ni lazima wafahamu watu waliowasifia, waliwapatia madaraka, watu wakawapenda, lakini kwa hali ambayo inaendelea kuonyesha katika mji wa Uvira itasababisha watu wanaowachukia zaidi na zaidi ya hayo uh, serikali itachukua mpango wa kuweza kuwapokonya wazalendo wote silaha kwa sababu haitowezekana kila kukicha ndani ya mji wa Uvira kuendelea kuripotiwa na matukio aa, ya vurugu ambayo zinasababishwa na wazalendo. Ule ulikuwa ni ujumbe wake Justin Bitakwira aliyotuma hiyo jana, baada tu ya kile ambacho kilitokea katika mji wa Uvira. Lakini mbali na wazalendo, kuna watu mbalimbali mbali, wanakuwa wanatuma ujumbe kwa wazalendo kuwashutumu wazalendo wote katika mji wa Uvira kusema ya kwamba Uh, wao ndio chanzo cha vurugu kuendelea kuripotiwa ndani ya mji wa Uvira. Kabla sijakwambia kile ambacho mmoja kati ya makamanda aliyokuepo uh, aliyokuepo kipindi cha tukio hilo, kipindi cha uh, risasi, yani risasi za kwanza zinaanza kulia ndani ya mji wa Uvira, ningiomba kwanza usikilize hiki ambacho uh, huyu anakizungumza kuhusiana na wazalendo, kisha tunakuja kuletea kile ambacho kamanda aliyekuwepo hapo kwenye uwanja wa vita hapo kwenye ambako mapambano alianza, alichokizungumza munatupatisha haya basoda benye bako kwa M23, izi kahoko ziko kwa M23, habapoke yake, banaishi ku morale, bengini banakufa na njala, banakimbia njala. Me moye raia iko najitoa corps et ame, inafanya ma contribution, diaspora inafanya ma contribution, inabatumia ngambo na ngambo Me leo, muko munatupatisha haya, ile ile diaspora na ile raia iko nafanya ile contribution, muko munailalisha kwenye haya bila busingizi, ile ile raia yenye iko nafanya ma contribution iko nabaombea Mungu, ile ile raia yenye iko nasema kwamba hawa ndugu yetu Mungu abasaidie batowe ya adui barushe kweli. Toka ile raia ndio mko mnalisha masasi, mutu tuseme haya, pour que pas mko prendre

Tunachoka na mwe mnatupatisha haya na ba komanda beko banatisha ba general na matumbu zicha vimba. Muli toka kule kumilima, mlikuaka napokea kanapokea matelefone kila siku, banabambia hivi, munafanya ile ordre, mais leo banaanza kupigia masimu hamukubali. Kumbi mnatakiwa kwenda msantre de formation parce que mnona mnatupatisha haya, hakuna bi mko mnafanya Vomi. Tuache bale benye bako kumaligne de front, batabakia bengine bote benye wako Muvira babapeleke roberizi ku centre de formation mwende mu reconnaitre kisoda ni nini, kama unavala bunduki haukuvala bunduki juu ya kucheza nayo, haukuvala bunduki juu ya putuputu. Meme celui qui a fait le box karate hawezi kupiga ngumi, akiona mtu mwenye iko napigana naye kabila hakuyakuwa kitu kitamfanya apigana nule mutu esefi. We soda hauna drua ya kutoa lisasi ya kuongea hovyo kabila uyafika ya M23 haba enezi miaka yenye, wala miezi yenye, baad mwe benye muko mnapata soutien ya masosiete sivili ya diaspora ya ile peple kwenye munaongoza muna munapata masoko munapata manini, mataxi munatufika mwatua ya hivi depui mulingiliaka muvira juska semo masafe nef mwa raiyeko nalalamika, raiyeko na nalia, ba mingi basha kimbia ni putuputu putu kila siku soda tatembea bila kibali yaye, kama ni soda mubakie kulalamika tushachoka choka na hibi, lazima tubifikishe mpaka ku gouvernement central, mupaka ba depute bote tuko nabo, tutabambia tushachoka choka na bat raie na choka na moi. Nilibambia aka tena zamani kasema, kama raie tabachoka na raie kibachoka, itabatapika mwenye mko hapo Uvira etaki itafika mwato ya kwanza kusema o basi, m kama itakuye kuye basi bebe jia nini, tulizowea tulizo, tulijua kama jinsi kuku yetu mtendelea kufata zile mbinu ambazo tunatakiwa kuzitumikisha ili tumrudishe adui ya Munyarwanda kwao. Na munayua district ya Munyarwanda ni nini ilituleta? Mais pourquoi pas mufanye muendelee kufanya hivi vitendo vya hivi. Tulibambiaka soda natakiwa busubui kufare kuparade. Soda magharibi kuparade. Mbele ya kupanga watu kuyua basoda watu fulani bako huku na bako huku. Mu mnashindwa na hivi vitu adui mutamwatakia, na ndo maana mko mnashindwa. Bengine bote bako banapigana Bukavu ngambo ya Ngweshi, bako banapigana Walungu ngambo, bako banapigana North Kivu bako banapigana, bako bana, kama ça fait 9 mois musha kamata wapi na musha pigana wapi? Benye bako muo plateau kila siku bako banalala lisasi, mais moye hapa mko mnakamata masasi yenu mnakia sukulia kano kwa watoto ya watu benye habana habana atia benye bako bana basedia michango kila siku. Nous sommes déjà fatigués, tusha tchoka raiye na ba tchoke na ba tchoke na ba tchoka na muache kushinda mko mnatia maudio za mingi zenye hazina mantiki zenye hazina busara ku mitandao. Mnatuchokesha kumbi, mnatakiwa kwenda ku formation. Wala kama hamtaenda ku formation, kila mtu tumuone, kila batu tubaone, basoda boti bali ko muvira baende Lubarika, na bengine baende mpaka wapi, baende mpaka baende pambana na adui Katogota, lakini mwa Muvira mnatakiwa kuiacha vide, mupande mteremke, mtaiacha vide. Iyo Uvira mupande muteremuke mutaiacha vide. Nous sommes deja fatigues. Hatuwezi kuendelea mwa ibetizi. Peuple yo peke itajikamata en charge. Kama adui ataingia kila kijana wa Uvira na kila kijana wa Wasange, atavala bunduki, atakamata fimbo, atapigana na adui. Me mwe tusha choka na mwe sefini. Naam, msikilizaji, natumea kwamba umeweza kumsikiliza kile ambacho amekizungumza, na unaweza kutuambia kwamba yuko sahihi aiza ayupo sahihi kwa maneno yake, lakini sasa Uh, amelaumu kufuatana na kile ambacho wanahisi na ameonyesha kwa nini amelaumu wazalendo ambao patikana katika mji wa Uvira wa Pambani na kadhalika. Lakini sasa kwa upande wa generali ambaye anajiita Generali Sadiki Huruma Landabango, ambaye amesemea kwamba kupitia maongezi yake amesemea kwamba alikuwepo kipindi cha risasi zinarindima maeneo ya Munima, na ameamua kurekodi audio kwa ajili ya kuweza kuleta picha halisi ya ukweli wa kile ambacho kinaendelea, yaani amekuja kuonesha ya kwamba ni wanani wa kulaumiwa kati ya wazalendo, aidha vikosi vya jeshi la taifa FARDC, aidha wanani kwa sababu uh, kwa sasa kuna sura nyingine ambao wazalendo wanaanza kuchukuliwa nayo huko tarafani Uvira kupitia maneno ambayo baadhi ya viongozi wameyazungumza kwa kuwashotea vidole kuwa moja kati ya sababu kubwa ya ukosefu wa usalama ndani ya mji wa Uvira. Sasa ujumbe huu wa kamanda uh, Landabango kutoka uko Uvira anapatikana kikosi chake hapo Uvira, ningetaka usikilize kwa makini sana, kisha tutakuja kujadili mara nyingine, baada tu ya kuelewa ni kipi ambacho kilitokea Uvira na kipi ambacho kinaweza kutokea Uvira, kisha nawe msikilizaji na, we, na mtazamaji wetu utoe pendekezo yako ni hipi kuhusiana na hali ambayo ipo kwa sasa ndani ya mji wa Uvira. Hali ime, ime, hii imejiri kukiwa na taarifa ambazo hazijatoka kwenye vyanzo vyenye kuaminika, zinatoka bado hazijakuwa na uhakika zaidi, ambazo zinasema kwamba uh, uongozi wa M23 upo mjini uh, Bukavu wakijadili mambo yao kuhusiana na mpango wa kupanua maeneo ambayo inayodhibiti. Sasa mpendwa msikilizaji, takualika mwisho wetu baada ya kusikiliza ujumbe huu wake, wake kamanda aliyotoa kwa watoto wa Uvira pamoja na maeneo mengine ambayo ameleta ame, ame ukweli wa kile ambacho kipo takualika na wewe kuweza kutuandikia kwenye maoni yako, eh, kwenye komenti. Unashauri wazalendo kitu gani? Lakini pia unashauri jeshi la taifa kitu gani? Unashauri raia ya Uvira kitu gani? Na unapendekeza nini kwa wazalendo wote pamoja na jeshi la taifa ambao wanapatikana ndani ya mji wa Uvira? Ni kipindi cha tuzungumze wote, sauti ya mwananchi. Unaweza ukotandikia moja kwa moja, ukotupatia maoni yako kuhusiana na hali ambayo inaendelea katika mji wa Uvira kwa sasa, na ni kipi ambacho kinaweza kikatokea ikiwa hawakutafuta suluhisho mapema kati ya vikosi vya wazalendo pamoja na jeshi la taifa FARDC. Hii ni Amani TV Media. nakuletea zile za ukweli na za uhakika. Nakutakia tu uh, usikilivu mwema, lakini pia nakutakia uh, kila laheri popote ulipo. Nakusihi kusubscribe chaneli hii, kucomment, lakini pia kusambaza habari zetu kwa walio wengi zaidi. Tumsikilize kamanda huyu, mwishoe, maoni yako yatakuwa yanahitajika. Anayeongea hapa ni ra generali... Uruma Sadiki Landabango ilipofika siku ya Mungu na saa nane dakika makumi tatu nikatoka kwenye pozisio yangu Kanzele Songo, nikaenda Kalundu yulu ya kanisa ya metodiste ya Kalundu, unataka ingia kukanisa ya katolike wa Roma ni pale, sijamaliza minite makumi mbili wananiita kutelefone, eti masasi inalia ya mingi Kumonima. Sikusimama hata sekunde segonde mbili, nikakamata moto, nikarudi kufika kupozisio yangu, nikakusanya majeshi yote, nikasikia masasi inaanza panda mpaka hapa kukatedrali, nikaingia, nikafika, nikakutanisha kiongozi G3 Lunyuki iko na wasoda wa komanda vile. Kwanza pale walikuwa alisha uwa wasoda wa wangu, Mungu alisaidia masasi libapita hemo. Nikawaambia ni mimi General anda Bangu, nimesikia masasi ni nini? Wakaniambia pana masasi ambayo inaendelea kulia, inaendelea ni hapa hapa kumonima, ikapanda hapa kukatedrale Lakini waliofanya hivyo walikimbilia huku Nyarumanga, tukafatilia tukashuka. Alexi Mwamba dunia akaniita kama wako pale kumonima, nikashuka tena na wasoda wa FRDC, tuko naenda tunatafutisha ni nani aliyefanya vile, ili tumkamate atuambie kisa ya kupiga masasi. Kufika pale, nikawauliza wakaniambia na sisi hatujui tumekuja mwintervasio. Nikakuta pale kukwa viongozi wa FRDC na yeye Alexi Mwamba Dunia wako pale, mimi niko na majeshi wangu wote, hakuna jeshi aliyotawanyika. Nikaanza kuwaongelesha pale, kukaonekana kiongozi mmoja wa wapeme wako pale wa FRDC wakatuambia, hapana, kisa ya hii masasi kulia hapa hapa, kulifika sodamu moja wa, hatujui kama ni muzalendo au ni bandi, alikuwa na silaha na kapitula na akafanya ajali hapa hapa, wakati alifufanya hiyo ajali hapa, akapanda hapa na kufika hapa, akaanza mlio wa risasi hapa hapa, lakini tuliogopa kumupiga masasi tuliona tusimalize popilasio na kapanda hapa hapa, ndo chanzo cha hii masasi kulia. E hey, tuko pale pale masasi kaanza lia pale ku prison central, wakitupiga masasi tukasogea mbele, na pale tukisogea mbele, nyuma yetu masasi kaanza, mbele yetu masasi kaanza. Mungu ni wa maajabu, tulipona pale. Wakukufa pale walikufa. Mimi landa bango niko siritere pale pale kukalumia, wenzetu wakukufa wakakufa, wa FRDC wazalendo pale pale, wamoja wakatoka blese, tulipata blese moja pale pale ya wazalendo. Hatujui, tuko napigana na wanani? FRDC natupiga sisi, na tuko na FRDC. Sitawadanganya kama FRDC ilifariki pale, ni wenzao wa FRDC wenye walikuwa kwa prison central, ndio walipiga masasi. Hakuna tena mwingine asemeni muzalendo alionekana pale, siye ndio tulikuwa na FRDC tu. Lakini mshangao mkubwa, ile yote tukaikalme, ikaisha. Wenye tulipeleka hospitali, tukapeleka ku hospitali moro, tukapeleka nyuma ya pale, tukalala. Mshangao mkubwa nimeona masasi ikanyamanza mzile mamuda tu, mimi mwenyewe nilienda kutoa wenye walikuwa makanisa, nikawatoa wakatoka, tukapanda nao wakaenda. Mshangao mkubwa ilipofika saa tano za usiku komanda vile anaenda kupozisio yangu kwenye akukulia risasi, anaita wasoda wangu, anaongea nao, anawadesarme anawa, na pale pale anawaua wakaniita nikaenda chukua mablese nikazipeleka mahopitali, nikajiuliza ni kisa gani nikashindwa. Asubuhi ilipofika muda wa saa moja, nikatuma wa viongozi waende wachukue zile maiti ili wazipeleke mumorgi. Kufika pale wakakutanisha komanda vile iko mubarabara, akawacha wakapita. Kufika mbele wakafika pale kule mesaje wakaona waka hakuna tena ile mamaiti ma ma ziko pale, hakuna tena zile mamaiti. Wakaniita hakuna, nikawambia murudie. Ewo kurudia tu, komanda vile akawasimamisha akawaongelesha, na akawanyanganya tena masiraha, na akawambia: ni mimi mwenyewe ndo niliua wasoda wenu, mwende mwambie kiongozi wenu, ni mimi mwenyewe ndo nimewaua. Na pale niliajie kusema nipigane naye lakini kufatana na Komandare Jo akaniita, acha nitamwita atuambie kisa kikweli. Akaonekana saje mzuri. Komandare Jo aliniita e, sababu mimi sikuenda e, niko na ka kizuizi kadogo kenye kalituma sitaenda. Nikatuma na sego yangu, wakaenda na Aleksi Mwamba Dunia, wakafika kule, wakaita komanda vile komanda vile, zile masira zangu zote zenye alikamata wasoda wangu mkuu wa ile usiku alizionyesha na zile za asubuhi akazionyesha, na hivi ziko mumikono ya komanda rejion. Mimi Landa Bango sina vita na FRDC, sikugombana na FRDC, ila sisi ndio tubipigwa na FRDC, na tulikuwa tukijichanga na FRDC kwa kujua ni nani aliyepiga masasi kusudi ambukie mwingine wote wa Uvira. Lakini kwa sahi, kama na hizi mimi najua niko kimya, nasubiri komanda rejo kunirudishia masiraha zangu na kujua kisa gani komanda vile kuua wasoda wangu bila tatizo yoyote, bila magombano, afike tu mupozisio na kuwaua raia yote ya Uvira. Mjue kama mimi General Landabango nimepoteza wale wasoda na nimenyanganyiwa ile ma, eh, masiraha lakini ilishakuwa mikono ya komanda rejo, tunasubiri yeye kutuita. E, atuambie kinachoendelea akisante. Najua e, katika kata la Songo depuis le siku ya Mungu hakuna tena mlio wa risasi. Nimekuja kwenu kuwatumia sauti yangu kuwajulisha ya kwamba hakuna shida hiko hapa e, kwangu. Tunasubiri tu mpango wa komandare jo. Akisante si mwingine ni Generale Uruma Sadiki Landabango ndiye amewatumia audio hii. Aksante usikilivu mwema na Mungu atubariki naendelee kutusaidia nam. Natumanya kwamba umeweza kusikiliza kile ambacho kamanda huyu wa kizalendo amekizungumza kuhusiana na hali ambayo imeripotiwa huko Uvira na kipya ambacho kinaendelea sasa. Tuandikie na wema maoni. Maoni yako ni yapi? Unafikiria chanzo cha vurugu kila kukicha ndani ya mji wa Uvira ni nini ni? Unaweza kutuandikia kwenye comment, lakini pia unashauri nini ili kutafuta mbinu ya kumaliza mzozo aia mgogoro ambao endelea kuripotiwa kila mara katika mji wa Uvira. Watu wawili wamefariki huko Luvungi wakiwemo wote wazalendo kutoka kundi mbili a. Watu wamefariki pia huko Sange walipokuwa kwenye ibada, imeripotiwa kwamba kuna jeshi kijana mmoja ambaye anajulikana kama mzalendo alisababisha watu kufariki dunia. Watu wamefariki tena huko mjini Uvira, yaani kwa wiki nzima kuna vifo takriban vya watu kumi ambao msharipotiwa kufariki katika vurugu za muda mchache tu ndani ya mji wa Uvira. Sasa wewe mpendwa wa msikilizaji na mtazamaji wetu, unashauri kitu gani? utuandikie kwenye comment. Hii ni Amani TV Media na mimi ni mtangazaji wako Ramadhani, tukiwa pamoja kwenye kipindi hiki cha sauti ya mwananchi. Asante kwa muda wako, tukutane tena katika taarifa zetu za hapo baadaye. Kwaheri.